Ndo hivyo rafiki yako uh, mwenyewe uh, uh, uh, unagombana kisa mabeti mimi ni kwa nini unajua, shule labda pandikizi, kumbe kitoto kidogo dogo hivi jamaa, mm, amepotea sana, ndo uone mtu wako mda mwingine anaongea ukweli amna. Ah, sasa na wewe mambo ya hao weache huko, haki kama tu siye mwenyewe. Sasa wewe mambo ya watu unaingilia ya nini? ya kwa kwenyewe hapa yanakushinda kila siku. mimi mmewako ndo kufanya usafi, wewe usafi ufanye ndonasimanga eh, sasa na kusimanga, mi sinakuambia ukweli mi sio kudeki, ndani nakuta kuchafu, akueleweki. mimi ndo nianze kufanya usafi mimi sasa, sina biashara zangu jamani? una biashara, umekalia umbea huko. Ushaanza hivi. Ah, sijaanza lakini sinakuelekeza, mka ah, mwanamke usafi. Ushaanza kunisimanga tena hivo So, kusimanga na nakwambia ukweli. Basi mimi naenda kukutafuta hela, na wewe unatafuta hela ah, unaenda kupiga madevu madevu madevu madevu, anakusaidia nini? Ushaanza. Mimi sipendi kelele, leo nataka nitulie nyumbani nikae na wewe. Ushaanza, nitaondoka. Mtihani. <laughs> Yeah, sana, ila jitahidi mwanamke, usafi. <laughs> Sio kila siku mimi nafanya fanya usafi. Bwana, achana na mimi. Ushaniuze na naenda zangu kwa shoga yangu. Ah, mimi mwenyewe naenda kijiweni. Haya. Haya. Baadaye. Afadhali nimekukuta. Nina shida na mume wako. Mume wangu hayupo. Mume wangu mmekutana huko, mme mnapokutana, mme leo mpate hapa, inahusu nimeshakwambia na shida. Hey, na mume wako eh, hayupo. Naomba kwanza uondoke nyumbani kwangu. <laughs> Niondoke nyumbani kwako? Eh, hey, ondoka hey. Sawa na kwenda hey, hey, ila lakini jua kama hivi, namtaka mume wako. Nenda bibi, we mwenyewe. Oh, hapa kwa kwa siji, hapa siji. Bora umekuja unapataka. Eh, hey, nenda kwa Libia, namudi tu ah yangu kwa wenyewe ah. Yaani afadhali ya hata nimekuona, mkeo kanitukana, kanichamba na kanifukuza mpaka nyumbani kwake kwa wako, kanitukana matusi makubwa makubwa. Yaani ninachokuambia, mkane mkeo wako nisije nikaenda kwa mjumbe tukatafuta na wabaya hapa katikati tuonekane nani mchawi, nani mwanga. Kwa lipi sasa amekutukana kwa lipi? Kwa lipi ujui? Mimi sijui. Basi kama hujui muulize mkeo kama hujui. Sasa unaletea mashtaka, au mashtaka unashindwa kunyosha. Nyosha, tenda straight. Sasa ninyosha nini hapa? Si nimesha kuelekeza kwamba kanitukana nikienda kwa mjumbe tutaonana. Wabaya sasa, mimi sijui chanzo, sijui chanzo mlikoanzia mpaka mmefikia kutukanana. Kwa hiyo ndio maana unatakiwa wewe unielezee. Umekutana na mimi, umeniambia, afadhali nimekuona. Ndio sasa, anza kueleza moja moja ili na mimi nielewe. Nikienda pale, naenda kumwambia nini? Nimekwambiaje, mke wako kanitukana matusi nje nje, tena kaniweukia, kaniweukia kweli kweli. Hey, hey. Mimi hapo naona hatuelewani Kiswahili. Unaniambia tu kakutukana matusi, ilianzaje mpaka mkafikia kutukanana? Kasema mimito mimi natembea na, na wewe sio, ndio unachotaka? Mi natembea na wewe na mazoea nayo, mi sijui. Basi sawa, mimi nitaongea naye. Na kama vipi basi tutafanya kweli oh. <laughs> vtaimal yani, simaili kabisa na hiyo hali yake ya kila siku, ndo nazidi kumpia wasiwasi, yaani nachanganyikiwa kabisa. Hayo, unaona mama sasa unaona. Yaani mama sasa hivi kashakushtukia. Kwa hiyo sasa hivi anaanza kuwa mkali, basi punguza basi. Mbona kama una huruma? Kwa nini unamwona mama anahangaika? Unasonya wewe, sonya, unajua mwenyewe. Nipunguzie nini

Utanisaidia nini nakuuliza kuuliza hivi? Ndio taacha, mwambie kutaacha. Yes. Yes, Mama. Wewe ndio utakupandisha. Mimi nimesikia kutapika. Mama. Jesus. Mshikaji wangu yani, maisha yamekuwa magumu balani. Wewe weacha tu ndugu yangu, sasa tunafanya pale kijiweni wenyewe sasa hivi wanipi uwaka kabisa, yani kama wasaivi wamemtimua kabisa kijiweni, mshikaji, mshikaji wangu, mimi hii jezi tu nimevaa hasa ubovu wake unakuja, ina na ubovu wa maisha hii jezi ni mpira wanacheza mipira yao huko basi, lakini sidhani kama inaingiana na vipi na ubovu wa maisha. Afu ndo mwanangu ambaye mimi nakutegemea sana, mimi nakutegemea sana mshikaji wangu. Kitu gani labda kinakusumbua mwanangu? Mimi sina nani, boda boda yangu peke yangu ko kila siku mimi naongea wana waningie uwaka, lakini washikaji ndio hivyo wananipiga, wanipiga chenga Mbazimu. Mbazimu. Kupoa mwingine chef chef, shule sisomi kabisa, nalala. Unajua kabisa mimi mwanafunzi. Ebu ebu nisikilize basi. Sasa mimi niko na mshikaji hapa, unaamua kabisa kuongea mambo kama hayo kuhusu kujiolea kuchef chef, chef. Pengine unaumwa na malaria bwana. Eh? Unamaanisha unamjua hu binti? Ah, shikaji wangu hu binti mi namjua njua. Ndo umeamua kuweka wazi yaani, washikaji naye ajue na nini? Unanichomesha tena mshikaji wangu na nini? Mpenzi wangu mbona hivyo tena mshikaji wangu? Ebu nisubiri hapo. Nisubiri hapo. Sasa wewe mbona sasa unazungumza mbele ya mshikaji hapa na nini? Sio ona kama inakuwa ndio sivyo? au unasema ujielewi? Ujielewi hivi? mimi sijielewi tu yale yalokuwa na. Unajisikiaje? najisikia kutapika, yani kichefuchefu muda wote. Kwa hiyo sasa hivi shuleni unalala lala ovyo. Mmm, pengine ni malaria, au umeshapima malaria au Yani eh, Itakuwa ni kitu gani? Sijui. Okay, anyway, sasa sikiza nikwambie, naomba kesho kesho uje nyumbani sawa, ilo sije na nguo za shule uvainguo na nini, uje nyumbani tuzungumze vizuri sawa. Mimi nitajua kama vipi nitakupeleka hospitali. Hiyo kesho Ondoa shaka sawa, ili jua kinachokusumbua ni kitu gani. Ila naomba tusilie tu hiyo pale pale, usije kumwambia mama kwamba mimi nina mahusiano na wewe, tafadhali sana, kwa sababu unajua ni hatari hiyo. Na kuhusu hapa mtaani wameshajua tayari kwamba mimi natembea na wewe, niko na wewe. Kwao nakuomba tafadhali sana, huu mtaa wasije wakafanya mambo yakawa magumu. Ikijulikana mimi natembea na mwanafunzi itakuwa ni shida. Tafadhali sana sawa bwana, vyovyote mimi nitaenda nyumbani. Okay, basi hamna shida isije ikawa ni mimba hii, isije ikawa ni mimba. Oya mwanangu, mwanangu, oya, hey. hey. hey. hey. <tipos> <tipos> <tipos> ah. Oya mwanangu, we sikia, nikwambie, mshikaji wangu, lakini naomba iwe siri bwana. Mi mwanangu huyu, huyu demu Ashura ni mwanafunzi afi, unafahamu Iimi natembea naye lakini, nah, hey. Lakini hizi pigo lizonletea hapa leo, anaambia ajilewilewi siu anakapika siu usingizi siu gani, mwanangu, idivyomsikiliza tu sijikawa ikibenasa mwanangu na serikali eh? Mwanafunzi, unadhani jamii takutazamaj unadhani jamii itakuchukuliaje wewe? Ukiangalia hata enu iko tofauti. Unajua Fredi, wao wananishauri sana mambo mazuri ambayo, yani mimi pia mwenyewe najishangaa na staajabu sana. ni, ni mimba ni madevu taruka wapi, mwanangu? Yani kiangalia hii mwanangu, aha, amesha umia hapa, mwanafunzi huyu mwanangu, mtauona mchungu mwanangu. Mpango wako ni umefikia mwafaka gani mpaka sasa hivi? Kuna cha mwafaka, ni kuichomoa hiyo, ina cha mwafaka wote, yani kama ni nimba kweli hiyo, ni kuichomoa. Mshikaji wangu unataka tena nayo tena ninini tena? Mshikaji wangu kwa kweli, naomba hayo mawazo uliyonayo kichwani kwa mshika leo mimi niende jela au vipi? Simaanishi uende jela. Ila siwezi pia kushiriki katika dhambi yako. Hivyo mwanangu. Anyway, basi mwanangu mimi naona kwanza nishavurugwa na hii taarifa. Hebu tafadhali ngoja mimi niende kapumzike nyumbani. Sawa. Hakuna shida, ngoja mimi nikapumzike nyumbani.